Hey, Anita. Yeah. Na mbona kuna nuka taya ya kuchomeka? Mm. Kuna nini? Hakuna. Na mbona umetoa pilos huko? Nilikuwa nacheza ndio msiboeke. Oh, unacheza ndio usiboeke? Mm. Hey, na kuna nuka uvundo uliosha ulitupa ile takataka kweli? Eh, nilitupa. Oh, sawa. Haya basi enda uose hizo vyombo na uwase jiko tupike chapati. Sawa. Hey. Mm -hmm. Hey. Na ufanye usafi hii nyumba. Ulitupa zile sanitary towels zako? Hii hey. Hey. Ah, ni mbaya na kuna nuko uvundo hey, yeah, yeah, yeah. Hey, kuna kitu nimesahau ama hey, kweli ama nipanya mekufa hapa ndani ya hawa. Nyumba hey. <laughs> Inahitaji vacuum hmm. Eh, hey, ila ni sawa tu yawa hey. Na nikuulize aje hey. Hey. Ile pesa ya chama ulipeleka? Nilipeleka hmm, mm, asubuhi <tipasibu> ac ayokowaja kupiga fine. Hawakunipiga anti. Sawa. Uwarakisa hiyo jiko? Sawa, anti. Hey, Anita, na hiyo ni nini? Eh? Nimesikia patapata mingi <laughs> Ni nini hiyo inafanya pekepeke Ah, si ni oh, unajua nimesikia peke peke nyingi eh? Uh -huh. Ni sawa mm. Akiusafishe nyumba. Sawa, nti. Haya.